Dunia haitaki kibri, dunia haitaki dharau. Dunia kinachotuokoa ni amali zetu njema ambazo Allah amezikubali ili ziweze kutusaidia katika maisha ya barzakh. Sasa ndugu zangu, maisha ya duniani ambayo inaweza kutuchezea miaka ishirini thalathini itudanganye tumwasi mola wetu. Ebu tafakari maisha ya barzakh, utaishi katika hali ya miaka mingapi mpaka kiama kisimame. Inawezekana kiama anajua mola wetu itakuwa ni lini, lakini bado jalia umeishi ndani ya maisha ya barza miaka mia tatu unakula mkongoto humo ndani, annaru yuradhuna alaiha uduwan waas. Starehe ya muda mfupi itudanganye na maisha ambayo ya kutafuta radhi za mola wetu kutubadilike. Hii dunia isitushughulishe isitufanye kwamba ndiyo kila kitu, kama tumeumbwa kwa ajili ya dunia hii tumeumbwa kwa ajili ya kutafuta radhi za mola wetu kuelekea ahera, na hakuna mjanja yataka taufiki ya nani? ya Allah. Hakuna mtu kwamba yeye anayafanya kwa sababu ana akili sana, mwema sana, shujaa sana. Hapana, kila mmoja anatakiwa amwombe Allah ampe mwisho uliokuwa mwema. Hii dunia la kupita tu, halina thamani yoyote. Kuna watu Allah amewaelezea ndani ya Qurani, leo wako wapi sasa? Na mimi na wewe tunaoya chuma yote tunahangaika nayo lakini tunakwenda kuingia kwenye shimo halizidi shibiri mbili upana wake, vyote tunaviacha. Allah anasema kamtara kuminja nati, wako wangapi? tunawajua mimi na wewe. wameacha mabustani mazuri, mashamba mazuri, wazuruin wa maqamin karim. Wameacha kila aina ya vyakula walivyokuwa wanavipenda. Wameacha majumba msiri majumba ya kifahari wameacha. wa, wa naamatin kanu fiha fakihin, wameacha vyeo, wameacha kila aina ya starehe walokuwa wanafanya duniani. Lakini Allah anasema kadhalika aurathnaha qauman akharin. Ukitaka kuijua dunia hii haina thamani, hichi kipengele Allah alivyoelezea, wameacha vitu hivyo, kisha anasema kadhalika aurathnaha qauman akharin, wamekuja kuvi watu wengine kabisa ile nyumba yako ambayo umeijenga ulikuwa utaki hata mtu agonge msumali nyumba ile, wanakuja kurithi watu wengine. Mkeo ambaye wewe umekufa kaka eda kamaliza, anakuja kuolewa na mtu mwingine, pengine mtu yule ulikuwa hata umpi salamu, mtu huyo unamwonea hata kinyaa. Swafu moja mkipanga wote unahama. Swafu kamaliza eda, Allah kaandika, huyo anakuja kumwoa mke wako.